Siasa na mdau wa Chama cha Mapinduzi, kwa kweli, kwanza ni endelee kukipongeza Chama cha Mapinduzi kwa namna ambavyo kimeendelea kuratibu zoezi la, e, watiania wetu ndani ya chama, lakini ni chama hiki kinaonyesha namna gani kilivyo chama kikubwa kwa namna ambavyo mwitikio umekuwa ni mkubwa sana wa watiania ambao tumeona sasa, e, ni namba ya watiania katika majimbo yetu e, mbalimbali nchini wameendelea kujitokeza kwa kweli, mwamko ni mkubwa sana na inaonyesha pia ni ukomavu wa, e, wa, wa, wa, wa, wa chama hiki, kwa maana ya kwamba ni chama ambacho kinaonyesha namna gani demokrasia ilivyoimarika kwenye chama hiki, na unaweza kuona kila mwanachama anapata nafasi ya kuweza kupewa nafasi ya kugombea. Kwa hivyo mwamko ni mkubwa sana, unaweza kuona mwitikio ni mkubwa. Tumeona makundi mbalimbali ya watu wakiendelea kujitoa kwa maana ya kwamba kwenda kugombea kwenye majimbo lakini pia tumeona wanakwenda kugombea kwenye kata zetu e, na e, tumeona viti maalum maarumu vile vile. Lakini kwa kweli tunaweza kukuambia tu kwa uhakika kwamba mambo ni mkubwa sana na ni heshima kwa chama hiki kwa maana kwa e, ya kwamba wanachama wake wanatumia haki yao, haki yao haki ya kikatiba kwa maana ya E, kutumia haki ya kuchaguliwa na, na, na haki ya, ya kuchagua. Na unaweza kuona namna gani sasa mfumo wa chama chetu ulivyo wazi na unaruhusu sasa kwa maana kila mwanachama, na unaona uwazi wa zoezi lenyewe linavyokwenda, na mwisho wa siku tunaweza tukaenda kupata wagombea ambao watakwenda kushindanishwa kwa maana ya kwenye majimbo na kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kata ili kupata sasa wagombea wetu kuelekea kwenye e, uchaguzi mkuu e, e, Oktoba mwaka huu. Ndio, sawa. Wewe ni nje na anayokua kada ya chama cha Mapinduzi, lakini ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ndio. Unaonaje uchaguzi huu wa, wa ndani ya chama? ndani ya chama tumeonyesha demokrasia na ukomavu mkubwa, na tumeweza kuona zoezi ambalo sasa eh, linaendelea kwa uzuri na wanachama wanaendelea kutikia. Lakini eh, pamoja na hayo, ziko baadhi ya changamoto tulizozungumza. Kwa mfano, kwa upande wa makundi ya eh, mama zetu, kwa maana ya wanawake ndani ya chama, bado tunaona kidogo mchikio kwenye majimbo, kwa maana ya majimbo kidogo kidogo, kidogo kuna mchikio mdogo, lakini tumeona kienda kwenye viti maalumu, lakini tungependelea zaidi eh, wangeitika sana kwenye majimbo, kwa maana ya E, wajitokeze kwenda kushindana wa kugombea, lakini tunaendelea kuwatia moyo kinamama hawa ambao pia e, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye role model wao ameendelea kuongoza taifa letu vizuri. Tunaamini katika uwezo wa kinamama na tunaamini kwamba na wao wanaweza pia e, kushiriki kwenye siasa za majimbo moja kwa moja badala ya kujikita zaidi kwenye e, kwenye viti maalum, lakini pia tunaweza tukaona e, namna gani E, mwitikio wa vijana ndani ya chama chetu sasa umekuwa mzuri. E, zamani tulikuwa tukidhani labda nafasi hizi ni kwa ajili ya watu wazima ama watu wazee. Sasa unaweza kuona vijana ni wengi sana wanajitokeza kwa maana kuchukua fomu e, na kujaribu kutiania ili e, pengine hapo baadaye waweze kushinda kwenye majimbo, e, e, kwenye majimbo na kuwa wawakilishi kutoka kwenye maeneo yao mbalimbali. Uchaguzi wa mwaka 2020 ndani ya, ya chama na uchaguzi wa mwaka 2025 ndani ya, ya, ya chama kuna utofauti wowote ambao umeuona? Iko tofauti, kwa sababu kwanza kuna kanuni ambazo zimebadilishwa ndani ya chama chetu. Sasa unaweza kuona wigo umepanuliwa ume, ume kwa maana kwamba sasa idadi ya e, e, wajumbe wa, wa, wa, wa, ambao sasa tunaweza kueleza kwamba ni e, ndio wapiga kula imeongezeka, e, e, sasa unaweza ukasema kwamba sasa e, idadi imekuwa kubwa kwa maana ya kuongeza demokrasia ndani ya chama chetu, lakini si tu kuongeza demokrasia ndani ya chama chetu, lakini ni kuongeza Uigo wa wa, kwamba wa, wa, eh, watu wote washiriki zoezi la kidemokrasia, kwa sababu wakati fulani mkiwa eh, kama na kundi fulani la watu wachache eh, linaweza pengine chama kiliona kwamba inawezekana kukaa kuna madhara na pengine kuna kurubuniwa hivi, lakini sasa unaweza ukaona kwa mfano kama sisi jimbo letu la Lungwe tunaweza tukawa na eh, pengine kunafikiwa zaidi ya eh, eh, wapiga kula elfu ishirini sasa uwezi, uwezi katika mazingira kama haya ukasema tarubuni watu elfu ishirini. Kwa hivyo e, ni kwamba ni zoezi ambalo limeonyesha kwamba ni la kidemokrasia lakini linaongeza wigo ndani ya chama, kwa maana kwamba wanachama waweze kunadi sera zao, lakini e, pengine e, wanachama ndio wataamua sasa e, ni mwanachama gani ambaye wanamtaka kwenda naye, kwa maana ya kwamba akaenda kushindana na wapinzani kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye uchaguzi mkuu. Kwa hiyo unaweza kuona tofauti ni kwamba wigo umepanuliwa wanachama wameongezeka idadi ya wapiga kura kwa maana ya wajumbe imeongezeka lakini pia unaweza ukaona mfumo wake umebadilika. Wakati ule tulikuwa tukitumia eh, kwa maana ya mkutano eh, mkuu wa wilaya ndio alikuchagua eh, awa eh, wagombea wetu, lakini kwa sasa sasa unaweza ukaona ni kwenye kata na watarudishwa watatu. Wakati ule alikuwa akiorodheshwa watu wote pengine 50, 60, lakini kwa sasa chama chetu katika huu mchakato wa awali ni kupata eh, wagombea wachache, baada ya kula maoni leni waletwe kushindanishwa eh, kwenye kata kwenye kata zetu na kwa maana kwenye kwenye jimbo, alafu baada ya pale ndipo tuendelee. Kwa hiyo unaweza kuona tofauti, lakini ni nito, tofauti inayoongeza demokrasia sana ndani ya chama chetu, na ni tofauti na inaonyesha kwamba chama hiki kinatoa fursa kwa kila mwanachama kushiriki siasa za, za, za, za, za chama chetu, lakini kuwa na nafasi ya kuweza kujishindia nafasi mbalimbali, kwa maana kutumia fursa zilizo ndani ya chama chetu kuweza pengine kuwa diwani ama diwani wa viti maalum ama kuwa mbunge ama mbunge wa viti maalum, ndio wa, wa, wa, wa diwani na wa, wa, wa, wabunge